Akizungumza katika sherehe hizo ambazo zimefanyika leo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika eneo la Doroto, kata ya Kitaraka, halmashauri ya Itigi, wilaya ya Manyoni, mkoani Singida, Msita amekiri wazi kuwa wananchi wa Itigi wameonyesha mapenzi mazito kwa kumpa kura nyingi na kumfanya kuwa mbunge, hivyo ameahidi ushirikiano wa kutosha dhidi ya wananchi wa jimbo hilo lakini kuwaambia wananchi wa jimbo la Itigi, asanteni sana sana kwa heshima mlionipa, asanteni sana sana, na Mungu awabariki sana. Mjipigie makofi mengi sana na washukuru, kwa sababu bila ya ninyi mimi leo nisingesimama hapa. Wanasema Waswahili, ukimwona kobe juu ya mti ujue amepandishwa. Kikawaida kobe hawezi kupanda juu ya mti. Doroto oye! Lakini naomba nitambue uwepo wa mama askofu. Nitakuwa naenda mbele, narudi nyuma, mlivumilie. Mama askofu, eh, na askofu. Cioma, nakushukuru sana, lakini nitambue uwepo wa wazee wa kanisa, sio mekalia wapi, na rafiki zangu na wao wako hapa. Kila mmoja wenu ana mchango kwenye maisha yangu sana kwangu mimi. Heshima hii mlionipa, natamani kufanya kazi usiku na mchana ili imani kubwa mlionionyesha, mlionipokea bila fedha, bila mali, bila chochote, mkasema safari hii tutakwenda na wewe. Sana nilichokuwa nacho ni, ni magoti haya ambayo mwenyekiti alikuwa ananisema hapo nilikuwa napiga nikiwaomba, na mimi nilikuwa sisemi sipigi, kwa sababu tu nilikuwa nataka kura. Hapana, kiu yangu ni kuona ni kuwatumikieni kabisa yale yote ambayo nimeyasema, nataka nifanye kazi usiku na mchana, inawezekana. Jumanne Makanda ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Manyoni, kupitia sherehe hizo pia amesema Chama cha Mapinduzi kimemwamini Msita, hivyo kinategemea mambo makubwa katika kuliletea maendeleo jimbo la Itigi na kukipa heshima chama hicho. Sisi kama chama tumemaliza kazi yetu na wananchi wamemaliza kazi yao. Kazi yako iliyobakia ya ni kwenda kuwatendea na kuleta maendeleo na kufanya yale yote ambayo hata wazee wa kimila wamesema, askofu wamesema na watu wote waliozungumza, yale ndio wanayeyakusudia baada ya, baada ya siku hii ya leo ya sherehe. Wananchi wa jimbo la Itigi wakiwakilishwa na Kedmon Mpondo pamoja na Lulu Mbua wamesema kwa niaba ya wananchi wote wa Itigi wamepokea shukrani za mbunge wao na kumhakikishia ushirikiano wa kutosha huku wakimalizia kwa kumtuma maendeleo. Sisi binafsi wananchi wa jimbo hili la Itigi tunaona matumaini makubwa, kuna hayo imani kubwa sana juu ya Msita, kwa namna miezi kadhaa alivyoifanya, anatuonesha matumaini makubwa na hata mkizunguka mtaani mnaona kabisa wananchi wanayo ari ya kufanya kazi, lakini wananchi wamepumua kabisa, wana matumaini juu ya mbunge wao. Kwa kweli kabisa, nataka niseme kutoka moyoni, tuna imani kubwa sana na Msita, pia tunampenda na tumefurahi kuwa mbunge wetu kutokea hapa mkoani Singida. Mimi ni Robert Onesmo na hii ni Clouds.